Na mwanamke unapopata mchumba mwekee time limit, mwambie uchumba wetu tutakaa muda gani, ili nijipange. Haa, miaka mitatu ya kufanya nini? unasubiri niote mapembe? yeah. mwambie ili kama hawezi akwache mapema kuliko na kataa walio serious kwa kuendelea na hili tapeli. Mtu mmeanza uchumba, hataki mtambulishene nyumbani, hataki une nini? hataki ndugu zake wajue, hataki ndugu zako. Huyo ni mchumba kweli? Sio mwizi huyu? Kwani anashinda kukupeleka nyumbani kwao? Anataka kupeleke roji roji, wewe ni mtoto wa roji wewe. Ya si kwao, lazima mnakaa, mnakaa mwisho, unaenda unafua nguo kwake, unampigia chakula, unafanya kina nini, my husband to be. Alafu, mwisho wa siku, anakuja kukuambia atakayekuoa atafaidika sana. Unamuuliza kwa nini anasema, una, unajua kupika unajua kufua ai, kwa kweli nakuombea upate mume mwema. Kwa hiyo muda wote huu hapa unaanza kuulizia bei za kamba za ng'ombe, wanauza shilingi ngapi? Unataka kuwa ng'ombe huyu, ukajifunge ujiue. Unaanzaje kufua minguo ya mtu? Unaanzaje ndio chuo, anamlipia fizi anamfanyia kila kitu anamnunulia hizo zingine elfu nne kachukue kwa baba mimi buku, elfu moja. No, o, elfu kwa mbaba yako kwa sababu kuna siku atakuacha huyu, akikwambia oh, mimi nisaidie kusoma baby, saidia mwambie, mimi naweza kukusomesha bible school ili hatu kiniacho kamtumikie Mungu, unamsomesha university. eh, tunajua mchungaji, unaongea tu upendo ukiwa cross, yani iyo cross haya Ata cross sasa, alafu tashindwa kupenya kule. Kule chuoni wako vijana wenzako pia. Unaweza kusomeshea mke wa mtu. Kuna kijana mmoja alitaka kujiua. Amesomesha siku ya graduation. Anakuta watu wamekumbatiana, mwah, wanavalishana maua. Huyo nini, anakasema huyu ndio my to be. Ha, kwa hiyo mimi nakushukuru kwa msaada wako. Hai. Sema miguu yote ilikufa ganzi. Na aliyefanya hivi sio mwanaume.